Mimi asena be kuna utu na niboja mimi. Kiofuti mimi na swali. Sababu unaona sherehe nyingi sana zinaendeka. Sherehe ya kwanza kwa Madaraka Day, Baraka Day, Moi Day, hata sekeli day na sikira. Haya, kuna mwaka musha siku kuu Krismasi zosini zizo nikukala sana huna sikumbukira. Ni siku ambazo zakalako nyuma nyuma.

mapenzi kupata uhuru ni kwa ninooniyo siku sikumbukirwe mimi yani swali rangu niricho were nakivoya mimi namba huikumbukire Adam na Hawa day atu masinde huhu yani, kama siku nzima ili fuikumbukire siku ya Adamu na Hawa pia onkale sherehe yani ife Adam na Hawa's day